Tunatokea mm. Kandui tunashuka yeah. mm. alafu gari ya polisi ilikuwa inatoka kutoka juu na ilikuwa mm. inapatana na magari mengine mm. mm. sasa ndio ilikuwa na speed, akaamua ku-overtake ila ile overtake, akajaribu kutuwepa ikawa imeshindikana, ikawa ni lane, maana alikuwa na speed sana yes. Akaamua tena kurudi upande wake bila mm. upande wake hakupata nafasi, akapata upande lane yake imejaa mm. sasa akaamua kutuingia nasi pia tukua nateremka ne pia alikuwa natere, anateremka sasa mm -hmm. Lakini gari yake ilikuwa mbio sana mm, hata angejaribu -hmm. kwenda huko chini ingekuwa afadhali, lakini aliamua kurudi kwa upande wa mkono wake, ndio tukakutana kwa uso mm. Sasa -hmm. ndio haya akatokea, shilingi hamsini yeah, inaweza kukosti mambo mengi sana maana mm -hmm. labda ile kitu kituenye alikuwa nakimbiza, unaweza pata ni kitu kidogo sana mm -hmm. Angeacha labda haya hayangetokea ange mm -hmm. na madereva, ndugu zanguni ile spidi imeekewa mia kwa gari, usihebu kuitumia, ile ni ya kuua. Angekuwa na spidi ya thelathini ama hamsini haya yangetokea, mm. Lakini gari ya askari ilikuwa na mbio karibu mia mm. Sasa angeepa